Dodoma. Mbunge wa jimbo la Makambako, mkoa wa Njombe, Deo Sanga, ametoa wito kwa mamlaka husika kuwachukulia hatua wote wanaoeneza ujumbe wa uchochezi unaoweza kuhatarisha amani ya nchi, ikiwemo kuchora vibonzo vyenye taswira ya Rais. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa mjadala wa taarifa ya hali ya uchumi na bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/2026, Sanga amesema vitendo vya aina hiyo ni hatari kwa ustawi wa taifa na vinapaswa kudhibitiwa mapema. Mbunge huyu ameiomba wizara ya husika pamoja na vyombo vya dola kufuatilia kwa ukaribu mienendo ya namna hiyo, ambayo yamesema inakiuka maadili ya taifa, inapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. "Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mji wa Makambako tuna bodaboda nyingi, tuna bajaji nyingi, zinasaidia sana wananchi. Swala hili ambalo limepitishwa hapa, Mheshimiwa Mwiguru, tunapongeza sana, kwa kweli, kwa dhati kabisa, wananchi jambo hili wamelifurahia sana lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, liko jambo lingine hapa, naomba niliseme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hii ni yetu sote, tunakoona tunakokwenda, wako watu sasa wameanza kuleta viatilia ambazo naweza kuvunja amani katika nchi. Rais amesimamia jambo hili vizuri sana, tuombe taasisi inayohusika. Na baadhi ya watu kupitia mitandao mbalimbali, wameanza kuchora picha mbaya kwa rais, wanamchora kama vikatuni. Nilisema siku ile hapa inapochangia vile kilichopita, wizara inayohusika Ishughulikie jambo hili. Rais wetu anaheshimika ndani ya nchi na nje ya nchi sana, kwa mambo makubwa anayoyafanya ya kusimamia kuhakikisha nchi hii na kwa ya, ya amani. Kwa hiyo niombe sana mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili wizara inayohusika iweze kusimamia vizuri.